Amina. Tukai, katibu, hati za kuwasilisha mezani. Hati za kuwasilisha mezani. Waziri wa Fedha na Mipango. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa fedha na mipango naomba kuwasilisha mezani maelezo ya waziri wa fedha na mipango kuhusu mswada wa sheria ya fedha wa mwaka 2017, The Finance Bill Act 2017. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante mwenyekiti. kamati ya bajeti Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti, kwa mujibu wa kanuni ya 37 mabano moja ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Januari 2016, naomba kuwasilisha mezani maoni ya kamati ya bunge ya bajeti kuhusu mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2017, The Finance Bill 2017. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante. msemaji mkuu kambi ya upinzani kuhusu wizara ya fedha na mipango Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba ya msemaji mkuu wa kambi ya upinzani kuhusu wizara ya fedha na mipango, naomba kuwasilisha maoni ya msemaji mkuu wa kambi rasmi ya upinzani wizara ya fedha na mipango kuhusu mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2017, The Finance Bill 2017. Naomba kuwasilisha. Asante. Katibu, maswali. Mheshimiwa. Maswali, tunaanza ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Bonaventura Disteri Kiswaga, Mbunge wa Magu, Swali namba 426: madiwani ni wasimamizi wakuu wa rasilimali za halmashauri na wakati wa uchaguzi wa madiwani wa bunge na rais ni mafiga matatu. Je, ni lini serikali itawaongezea posho ya mwezi mawa, madiwani hao, na je lini serikali itawa itawapa usafiri na msamaha wa kodi madiwani katika vyombo vya usafiri. Anajibu naibu waziri Selemani Jafo. Swali la Mheshimiwa Bonaventura Dezel Kiswaga mbunge wa Magu lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua kazi kubwa na nzuri inayofanywa na Mheshimiwa madiwani katika mamlaka za serikali za mitaa. Kwa mwaka wa fedha 2012/2013 serikali ilipandisha posho za madiwani kwa mwezi kutoka shilingi laki moja na elfu ishirini hadi shilingi laki tatu na laki mbili na nusu kupitia waraka maalumu wa tarehe kumi na sita Agosti elfu mbili kumi na mbili Vilevile, katika mwaka wa fedha elfu mbili kumi na nne elfu mbili kumi na tano posho hiyo iliongezwa kutoka shilingi laki mbili na nusu hadi shilingi laki tatu na nusu kwa mwezi kwa madiwani na, na, na shilingi laki tatu na shilingi laki nne kwa mwezi kwa mwenyekiti au meya. Serikali itaendelea kuboresha maslahi ya waheshimiwa madiwani kwa kadiri hali ya uchumi wa nchi inavyoruhusu. Mheshimiwa mwenyekiti, kuhusu suala la waheshimiwa madiwani kupewa vyombo vya usafiri na msamaha wa kodi, kwa sasa serikali imeridhia waheshimiwa madiwani wakopeshwa na mabenki kwa masharti nafuu kutokana na posho zao. Tayari mabenki yameanza kutoa mikopo kwa waheshimiwa madiwani wakiwemo, zikiwemo benki ya NMB na CRDB. Kiswaga. Mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru, pamoja na majibu mazuri ya serikali kwamba uchumi ukiwa mzuri itaongeza nayo. Maswali mawili madogo ya nyongeza. Kwa kuwa majibu yanaonyesha kwamba kila baada ya miaka miwili serikali ilikuwa ikiongeza posho za waheshimiwa madiwani mpaka elfu mbili na kumi na tano na leo tuko elfu mbili na kumi na saba tayari ni miaka miwili. Je, serikali haioni kwamba kulingana na mazingira wanayofanyia kazi ya waheshimiwa madiwani pamoja na kupanda kwa maisha haioni kwamba sasa ni muda mwafaka wa kuongeza posho angalau kidogo ili waweze kumudu ma maisha. Swali la pili. Kwa kuwa e, mikopo hii wanayokopa kwenye mabenki ni kutokana na posho yao. Serikali haioni kwamba hizi fedha ni ndogo zaidi, hawawezi hata kupeleka kwenye usafiri. Je, serikali kwa nini isiweke ruzuku kama inavyotoa kwa waheshimiwa wabunge nusu ili waheshimiwa madiwani waweze kumudu usafiri. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi, ofisi ya TAMISEMI, naomba kujibu swali na Mheshimiwa Kiswaga kama ifuatavyo, mbunge wa Magu. Mheshimiwa Mwenyekiti, e, e, swala kwamba kulikuwa na wastani wa miaka miwili posho wa madiwani inaongezeka, na mimi naomba nikiri kwamba madiwani wetu wanafanya kazi kubwa sana na Mheshimiwa Kiswaga na Mheshimiwa Bunge naomba niwaambie kwamba bahati nzuri nimepata fursa ya kukaa na, na, madiwani katika vikao vya ardhi kule Musoma na hapa Dodoma. Na hii imekuwa ni concern yao kubwa sana. Na hili ni kweli. Sasa hivi limewasilishwa sasa katika mamlaka husika. Sasa linafanywa kazi na kuchambuliwa vizuri. Mambo akiwa yakikamilika ya vizuri, basi watapata mrejesho kwamba serikali imeamua vipi katika jambo hilo. Lakini swala zima la ruzuku katika vyombo vya usafiri nadhani wazo zuri, naomba tulichukue kwa serikali, itaangalia jinsi gani itafanya. Sasa Mheshimiwa Silinde, Mheshimiwa Kapufi, Mheshimiwa Lubeleje, Mheshimiwa Kange ya, asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Uh, Mwenyekiti Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa Mheshimiwa Waziri hapa amesema wataongeza kipato ikiwa mapato serikali ya serikali yataongezeka kwa madiwani, lakini kwa mwaka mmoja sasa serikali imekuwa ikitangaza kuongezeka mm -hmm. kwa mapato, yaani makusanyo yamekuwa makubwa. Sasa ni kwa nini, sasa mimi ninachokitaka badala tu ya kuwalipa posho, kwa nini sasa madiwani wasilipwe mishahara kama tunavyolipwa sisi wabunge ili wafanye hiyo kazi kwa moja? Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Silinde kama ifuatavyo. uh, wazo la kulipwa mshahara na posho, kwa sababu kuna, kuna nafasi mbalimbali zimetengwa kwa utaratibu wake. Kwa mfano madiwani, utaratibu wake wanalipwa posho sawa sawa na wenye viti wa vijiji, kwamba kuna posho ya asilimia kumi kwa wenye viti vya vijiji, lakini madiwani kuna posho maalum ya madiwani. Kwa hiyo wazo la mshahara hili tuseme kama ni wazo tu ambalo ni naweza kusema kama wabunge wanatoa mawazo jinsi gani jambo liboreshwe, lakini mara nyingi sana serikali inafanya tathmini katika maeneo mengi zaidi, na hasa hata kuangalia weji bili ya serikali baadaye itakuwaje endapo kama na madiwani vile wakaingizwa katika eneo hilo wakati mmoja. Kwa hiyo nasema kama ni mawazo ambao ni mawazo chemchemu, ambayo yanasaidia kuboresha, kama pindi linapofika wakati ba, ba, zingine tunaweza tukaangalia nini tufanye katika modality hivi. Hakika sasa hivi taratibu tunaenda nao ni taratibu wa posho kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Kapufi. Asante mheshimiwa mwenyekiti, huko nyuma serikali ilikuwa ikitoa mafunzo kwa madiwani ambao mafunzo hayo yalijengea uwezo mkubwa, ikiwa ni pamoja ya kufahamu mipaka yao. Je, ni lini serikali itarejesha mafunzo hayo? Mheshimiwa, ilo swali lingine lakini lijibu, sababu ni muhimu. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli namajibu swali la mheshimiwa mbunge ni kweli e, kwa kipindi cha nyuma kulikuwa na mafunzo ya madiwani ambayo yalikuwa yakitolewa, lengo kubwa ni kuwajengea uwezo waweze kufanya kazi yao vizuri, kwa sababu wao ndio wafanya maamuzi katika mabaraza yetu ya madiwani katika halmashauri zetu. Lakini hata hivyo, hapa katikati mafunzo kidogo alisema, lakini hapo nikuhakikishe mheshimiwa mbunge kwamba mchakato huu sasa wa mafunzo umeanza sasa, na maeneo mbalimbali mafunzo ya hayo yataweza kuwafikia madiwani, lengo kubwa ni kujenga uwezo wao kwa kadri itaonekana kwamba inafaa. Mheshimiwa Lubeleje, jiandae Mheshimiwa Kange, Mheshimiwa Mkundi. Mheshimiwa mwenyekiti, na kushukuru kwa kunipa nafasi ili niulize swali moja dogo. Bahati nzuri mimi nimekuwa diwani miaka kumi na tano na mwenyekiti wa halmashauri. Kazi ya udiwani zamani ilikuwa mikutano tu, unakuja kuitwa kwenye, kwenye kikao unarudi nyumbani lakini kwa kuwa sasa hivi udiwani ni kusimamia mradi likianza kujengwa darasa mpaka jioni huko pale. Sasa Mheshimiwa naibu waziri, utakubaliana nami kwamba mtekelezi yale ile ma, ma, maagizo au maelekezo ya tume ya Lubeleje ya kushughulikia maslahi ya madiwani, mwalipe ma, madi, madiwani posho ya kutosha ili nao waweze kumudu maisha, kwa sababu wanashinda kwenye miradi mpaka jioni. Asante. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba wa ya Waziri wa Nchi Ofisi ya TAMISEMI naomba kujibu swali la mbunge wa siku nyingi Mheshimiwa Ruberege wa mbunge wa Mpwapwa kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba nikiri wazi kwamba kuna tume iliundwa ambayo Mheshimiwa Ruberege hapa ambayo ni mbunge sana, ndio maana mwita senior MP alikuwa ndio mwenyekiti wa tume ile na ilitoa mapendekezo mbalimbali na miongoni mwa mapendekezo hayo aliyotoa nani katika tume ya Rubereje ndio haya alisababisha mpaka kufanya maboresho katika swala zima, hata viwango tunaviona hivi sasa. Kwa hiyo kikubwa zaidi, na tunakiri wazi kwamba madiwani ndio wenye jukumu kubwa sana kusimamia kazi za kule saiti, ndio maana ilivyosema kwamba serikali inalitizama hili kwa upana wake wa hali ya juu nini tufanye kwa hali itapokuwa imeridhisha. Sasa na maamuzi yakifanyika mwafaka sasa, naamini kwamba posho ya madiwani itaongezeka. Lengo kubwa ni kwamba waweze kufanya vizuri katika usimamizi wao wa kazi, ambao wanafanya kazi kubwa, hakuna mtu anayebeza ana katika hili Mheshimiwa Kange, jiandae Mkundi. Mheshimiwa, mm -hmm. mm -hmm. mwenyekiti, nashukuru kwa kuniona. Mheshimiwa wa mwenyekiti, wabunge hapa kila tukigusa maombi ya fedha kwenye miradi ya maji, barabara, afya, tunaambiwa pale hali ya uchumi itakapokuwa nzuri lakini leo pia tunagusa swala la posho za madiwani, tunaambiwa hali ya fedha itakapokuwa nzuri, lakini kwenye taarifa ya hali ya uchumi ya waziri wa fedha kwenye bajeti hii anasema hali ya uchumi ni nzuri, na kwenye ukurasa wa tatu wa taarifa ya benki hii hapa ninayo, wanasema uchumi umekuwa kwa asilimia saba, ni kiwango kikubwa sana cha kimataifa. Sasa je, hii hali ya uchumi wanayotaka ni, ni asilimia ngapi ndio hali ya uchumi itakayokuwa nzuri? Mi nashindwa kuelewa, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi za TAMISEMI naomba kujibu swali la Mheshimiwa Kange Rugora mbunge wa Mwibara kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumzia hali ya uchumi itavyokuwa nzuri, ni kweli tunaenda vizuri na lakini, malengo ya serikali hii ya awamu ya tano, maanake tunafikiria kwenda mbali zaidi na ndio maana najua kwamba swala hili la posho sio kwa madiwani peke yake, hata tukienda kwa walimu, hata tukiomba kwa watumishi wengine wote, kila mtu anataka angalau mshahara wake uweze kuongezeka. Ndio maana tumesema kwamba acheni serikali kwanza ijipange vizuri katika hili. Tunajua tuna vipaumbele vyetu vingi sana, ambao vyote lazima tuvitekeleze, ngoja tujipange vizuri, lakini kila kundi litaweza kufikiwa kwa kadiri Mheshimiwa rais alivyojipanga na serikali yake ya mwaka na kila, na mwisho wa siku, kila mtu atarealize kwamba kweli hatukufanya makosa katika kupanga mipango mwafaka kwa ajili ya nchi yetu. Asante Mheshimiwa Mkundi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na posho za madiwani wenye vitu vya vijiji na vitongoji kuwa ndogo, lakini bado halmashauri nyingi zimekuwa zinawakopa viongozi hawa posho hizi, kiasi kwamba wana muda mrefu hawalipwi. Sasa serikali iko tayari kutoa kauli yenye muda maalum kuhakikisha kwamba viongozi hawa wanalipwa madeni yao ya posho zao. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi Ofisi TAMISEMI, naomba kujibu swali la komredi wangu mbunge wa, wa Ukerewe kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli juzi kwanza nilipokea konsani kutoka Buchosa kwamba madiwani wamekopwa takribani miezi minane na hili halikubaliki hata kidogo. Na wakati mwingine ukija kuangalia kwamba ni uzembe tu wa usimamizi mzuri, watu wanafanya, wanafanya correction. Lakini wakati mwingine swala so zima la kuwalipa madiwani, mtu anaona kama kumlipa diwani kama ni hisani. Kwa hiyo nitoe maelekezo kwamba halmashauri mbalimbali tunafanya makusanyo makusanyo na, na madiwani ndio wanafanya maamuzi, lazima mwende mkalipe posho za madiwani kwa kadri iwezekanavyo. Swala la madiwani wanafanya kazi kubwa, lakini posho zao hazilipwe, lakini wakati huo shughuli zingine zinaendelea ambazo wale wao ndio wamesimamia kupata fedha hizo haitokubalika, haito, haito, tutaweza kufuatilia halmashauri moja na nyingine. Naomba niwahakikishie waheshimiwa wabunge tuta cross check halmashauri mbalimbali ambazo kwa makusudi kabisa wamekataa kuwalipa madiwani aidha kwa kiburi au kwa jambo lingine lolote. Mheshimiwa so, tunaendelea. Mwisho swali wizara hiyo hiyo, mheshimiwa Almas Maige. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya wananchi wa Tabora kaskazini uyui walionleta umu ndani naomba sawa swali langu. Swali namba 427 okay. Linauliza je, wataalamu wa serikali wamegundua ni kwa nini bwawa la maji kijiji cha majengo kata Ikongolo lilipasuka kingo yake juu? Naibu waziri anajibu swali hilo. Mbunge wa Tabora kaskazini ile sehemu A na B kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kubomoka kwa tuta yani embankment la bwawa karibu na sehemu ya kuku. Kupumulia yani spillway katika kijiji cha Majengo kulitokana na athari za mvua nyingi zilizoonyesha msimu wa mwaka 2013/2014. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kutambua umuhimu wa bwawa hilo, serikali imeidhinisha shilingi milioni 20, kwa ajili ya ukarabati wa bwawa hilo ambalo utahusisha ujenzi wa njia ya mchepuko wa maji, yani spillway. Fedha hizo zitatokana na ruzuku ya maendeleo kwa mamlaka ya serikali za mitaa. Ishmael Masi. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi siridhii kabisa na majibu aliyotoa Mheshimiwa waziri, na huu ndio mzaha ambao hatupendi wabunge. Milioni ishirini mimi nazo mfukoni hapa, si ningetengeneza bwawa. halitengenezei kwa milioni ishirini, na bwawa bwawa kubwa limevunjika, limepasuka. Mimi nataka kujua, na anasema kwamba itatokana na ruzuku. Nani anatoa ruzuku? Hatujui, lakini hela zitaenda kwa nani? Hatujui, mkandarasi naye atafanya kazi, hatujui. Jibu hili sio sahihi, mwenyekiti. Mi sitaki kuuliza tena uh, kuomba mwongozo baadaye, lakini ningependa waziri anijibu vizuri kwamba hizo hela zitatoka wapi na hela hizo hazitoshi. Lakini je, lini hela zitapatikana? Swali la kwanza. Lakini la pili, tangu mwaka 2014 15 16 17, leo miaka mingapi barabara imejaa miti, miti imeota, miti nani atatengeneza barabara ya kwenda kwenye, kwa sababu haipitiki njia. Mwenyekiti, nataka kujua pia la swali la pili, je barabara ile itatengenezwa na nani? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya TAMISEMI naomba kujibu swali la mtani wangu Mnyamwezi wa Uyui Bwana Almas Maige kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, milioni ishirini, mara nyingi sisi kila mtu ana taaluma yake, manake mainjinia kama wamefanya assessment kwa sababu kilichofunika ni sehemu iliyobomoka na kama tu mbunge unahisi kwamba milioni ishirini haitoshi, eh, hili naomba niseme kwamba, eh, kwa sababu ilikuwa ni bwawa limevunjika katika embankment yake katika spillway. Kama milioni ishirini haitoshi, ngoja tupeleke hizo fedha alafu tuone kwamba nini kitachoendelea na kama hapo manake tutapoenda kufanya assessment. Kama mtaalamu ameleta hiyo milioni ishirini mtaalamu wa maji, mtaalamu wa mabwawa, injinia amefanya assessment, amesema milioni ishirini lakini mbunge anasema haitoshi Ha, tutaangalia hapo manake sasa huyo mtu inawezekana qualification zake hazimtoshi kwa katika nafasi hiyo assessment ya milioni 20. Na hili manake sio kwa sababu Jaffa kuna mtu alifanya designing na assessment ya bwawa lilivyopasuka pale maana yake amesema milioni 20. Isipotosha manake watu hawa ndio wanaokwamisha shughuli za maendeleo katika maeneo yetu, hatutoweza kuvumilia, na naomba nikuahidi kwa sababu nina safari ya kwenda Kaliua na, na Urambo kule, nitapita kwenda kutembelea ile bwawa kuliweza kuliweza kuangalia hali halisi ikoje pale, pale Uyui. Lakini fedha hizi zitatoka katika ile local government capital development grant kutoka TAMISEMI. Naomba usihofu fedha hizo zitakuja. Lakini swala zima la barabara kufika katika eneo lile, naomba niseme kwamba hii ni kipaumbele cha halmashauri yenyewe, itavosema kwamba bajeti yake inatenga barabara katika eneo gani. Na kwa sababu mimi ninaamini kwamba tutafika site tutaenda kuiona hiyo barabara, basi waweke kipaumbele, kama barabara hiyo ambayo haiko katika mpango lazima iwekwe katika mpango. Lengo kubwa ni kwamba wananchi waweze kufika katika eneo hilo. Mheshimiwa Masare, Mheshimiwa Mwambe Asante sana Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niulize swali dogo tu la nyongeza. Matatizo yaliyoko huku Uyui yapo pia katika jimbo la Manyoni Magharibi, Halmashauri ya Wilaya ya Itigi. Kuna mabwawa madogo yale malambo ambayo yamepasuka na mengine yamefukiwa na maji likiwemo la Kazikazi Station, Mkalamani Itigi majengo pamoja na Muhanga. Je, sasa serikali iko tayari na sisi kutusaidia fedha kidogo katika mfuko huo ili na sisi kama halmashauri tuweze kurekebisha mabwawa haya. Majibu, Mheshimiwa Waziri. Majibu anataka mfuko tu, mtaalamu wa hii wizara. Mwenyekiti, kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Masare kama ifuatavyo. Eh, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu Mheshimiwa mbunge amepoza hilo swali hapa sasa hivi, na hatujui kwamba mabawa hayo assessment yake imefanyika inahitaji gharama kiasi gani, na hatujui kama halmashauri imeweka kipaumbele gani katika hilo. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa sababu jambo hili na mabwawa hayo ni jambo la na msingi, naomba tuwaagize wenzetu wa Itigi halmashauri ya Itigi kwamba sasa mtaalamu wa maji waweze kwenda katika eneo hilo wafanye tathmini ya mabwawa hayo, kwa sababu lengo kubwa, mabwawa hayo yakijenga yatasaidia jamii katika eneo letu, tujue kwamba kama serikali tunajipanga vipi kurekebisha mabwawa haya mara baada ya kupata bajeti halisi, na tuweze kuwekea katika mipango ya maendeleo ya bajeti katika halmashauri ya Utigi. Asante mheshimiwa. Mheshimiwa Ungando, mheshimiwa Kambala.